Katika nchi yetu kuna taarifa zinazungumzika kwamba Clement Mzize alipata kuwa boda boda si ndio? Kwa hiyo bado uwepo wa wewe kuwa boda boda kama umri wako ni mwafaka, haukunyimi fursa ya kuonekana. Ili uonekane, ni lazima uwe na discipline, lazima uwe una endurance ya kutosha, na sisi tutahakikisha tunakuwa na ulinzi shirikishi wa kutosha kabisa. Hatutakuwa tayari kuona mtu yoyote anaharibu shindano letu. Nichukue nafasi hii kuwataka vilabu vyote mje kiwanjani, msije na matokeo yenu, mje kiwanjani kwa kujivunia kile mlichokifanya kwenye viwanja vyenu vya mazoezi. Mashindano haya yataanza mwezi wa tano na yatakwenda hadi mwezi wa nane na yatashirikisha timu kumi na nne ambayo yatashindana kwa m mtindo wa mtoano au knockout na mshindi atajishindia milioni moja na nusu, mshindi wa pili atajishindia milioni moja, na mshindi wa tatu atajishindia laki tano. Sisi kama Main FM tunatambua mchango wa vijana katika taifa la Tanzania, na pia mkoa wetu wa Kigoma na tunaheshimu sana shughuli zinazofanywa na vijana wa mkoa huu. Mashindano haya yataenda sambamba na kutoa elimu katika maeneo matatu. Eneo la kwanza ni usalama barabarani eneo la pili masuala ya muhimu ya kijamii na kiuchumi, na eneo la tatu kukuza fursa ya uchumi kwa vijana na wajasiriamali waliopo katika mkoa huu. Tunatoa elimu hii kuhakikisha vijana wanaendelea na chachu katika maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Leo tunaendelea kwenye msimu wa pili, tunapokwenda kwenye msimu wa pili wa ligi hii ya mpira wa miguu ya Main FM, niwapongeze sana Main FM kwa sababu ameongeza wigo wa mashindano haya kutoka timu nane hadi timu kumi na nne. Jambo kubwa ni nyinyi kuwa wamoja, kushirikiana, kutumia vipaji vyenu, wengine wakawaona, kuleta mshikamano kupitia michezo, kwa sababu inawezekana kabisa gharama za kugharamia timu zenu, kukutana muda unaopotea unaweza usilingane na zawadi inayotolewa, lakini jambo la msingi sio zawadi. Jambo la msingi ni umuhimu wa michezo, umuhimu wa vijana kuonyesha ushirikiano na mshikamano na kuonyesha vipaji vyao. Tumie fursa hii kuwapongeza sana Main FM kwa jambo hili kubwa ambalo wamekuwa wakilifanya kwenye wilaya yetu ya Kigoma. Tafadhali endeleeni kufanya hivi kila mwaka na ikiwezekana mpanue wigo na, na, na hii ndiyo habari njema zaidi kutoka mchezo Supa. Je, upo tayari kushinda milioni tano leo? Leo usiku kupitia ITV na Radio 1 mchezo Super itagawa kibunda kinene cha hadi shilingi milioni tano kwenye jackpot saa 4 na daki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 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Cheza kistaarabu. Mchezo huo unasimamiwa na bodi ya michezo ya kubahatisha. <laughs> Mchezo supa, kila mtu apate. <laughs>